Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Doto Rubongeja, mkazi wa Madundas, wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, kwa tuhuma za mauaji ya watoto watatu wa familia moja kwa kuwanyonga shingo. Watoto waliouawa ni Petro Amos, miaka nane, Samu Amos, miaka sita, na Nkamba Amos, miaka minne, wote wakazi wa, wa kijiji cha Madundas. Tukio hilo lilitokea Januari 15, 2026 katika kijiji cha Madundas ambapo mtuhumiwa aliwaua watoto hao baada ya kuwakuta peke yao wakichunga ng'ombe eneo la jirani na nyumbani kwao. Baada ya kutekeleza mauaji hayo, aliiba ng'ombe kumi na tano walizokuwa wakichunga watoto hao kisha kuziswaga na kwenda kuzificha nyumbani kwa mjomba wake aitwaye Masoda Kurwa anayeishi kijiji cha Madundas CB na kuanza kutafuta mteja ambapo walifanikiwa kuwauza ng'ombe hao na kupata fedha ya taslim shilingi milioni tano na laki moja. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya wa mauaji walianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa Doto Lubongeja pamoja na mtuhumiwa mwingine aitwaye Masoda Kurwa, ambao walishirikiana kukuza ng'ombe hao. Kupitia msako huo, askari hao walifanikiwa kuwapata ng'ombe wote kumi na tano waliokuwa wameibiwa pamoja na fedha taslimu kiasi cha shilingi milioni tano na laki moja zilizopatikana baada ya kuuzwa kwa ng'ombe hao. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali. Upelelezi unakamilishwa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wanajamii kujiepusha na tamaa za kujipatia mali kwa njia isiyo halali na badala yake kutafuta shughuli halali kwa ajili ya kujipatia kipato halali na sio kufanya uhalifu na ukatili kwa watoto kama ilivyofanyika katika tukio hili.